Lakini ilikuwa kwa sura kwamba diwani na mtendaji wake ndio wamehusika kuhamisha vifaa ya kwanza iliyoongea mimi ndio lugha lugha sahihi, kwamba mkurugenzi alihamisha vifaa kutoka kwenye zahanati na vikapelekwa maeneo mengine na si diwani na si mtendaji. Lakini ninajua nini kilitokea. Kitu kama hiki inawezekana kutokuwa tu na ule uwazi, kutokuwa na uwazi tu, na inawezekana kutokana na haraka kwa nini vilitolewa huku na kwenda huku kwa haraka kiasi hiki? Kwa hiyo ndiyo maana sasa mkafikia mahala mkaanza kukutana na mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu mlikuwa mnaviona pale pale zahanati, alafu baada ya siku moja mkaona vile vitu havipo. Kwa hiyo ile haraka ni kwamba ni ukweli. Mkurugenzi kwanza lazima tukubali, <clears throat> mali zote zinazokuwa ndani ya halmashauri ya mji wa Mbinga msimamizi mkuu ni mkurugenzi. Huyu ndiyo msimamizi mkuu, na ndiyo maana kuanzia ngazi ya juu ndani ya halmashauri, mimi niko pale kama mwenyekiti wa halmashauri kusimamia mali zangu zisiende ovyo, kujua mali zangu zinakwenda vipi, na kujua kila kata wanapata stahiki zao, kwa maana kama ni fedha, kama na miradi, lazima wapate bila kukunja, kwa sababu kule kuna wananchi na wananchi wale, chama cha mapinduzi wanajua kwamba wale watu ni watu wao. Kwa hiyo lazima tupeleke mahitaji ya kila aina kulingana na uibwaji wenu wa miradi. Kwa hiyo, mheshimiwa mwenyekiti, niliona niliseme hili kwanza, mjue kwamba muhimili mkuu wa mali hizi ziko chini ya mkurugenzi, lakini huku amemweka mkurugenzi wake msaidizi au wakurugenzi wake wasaidizi. Yuko kurugenzi namba moja, yuko mtendaji wa kati, lakini kurugenzi namba mbili kwenye mitaa, watendaji wa mitaa ambao wanasaidiana na wenye viti wa mitaa. Hapa juu diwani anasaidiana na, na, na mtendaji wa kati.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 Asante kwa kutazama Jongo Media TV.